Hii ni sehemu ya sita ya simulizi ya Mke Mwenza. Katika sehemu iliyopita tuliishia katika siku ya kutoa mahari. Katika sehemu hii ya sita, tunaanza na kumbukumbu -kumbu za nyuma kidogo. Zulfa alishangazwa na simu za mara kwa mara na meseji zisizokauka kutoka kwa nur kwenda kwa mumewe Abduli, na kila alipojaribu kugusa simu ya mumewe Abduli alinyakua na kumwonya Zulfa akae mbali na simu yake. Ilibidi Zulfa amwambia rafiki yake Amina kuhusu tabia za Abduli ambazo hata mwenyewe hazielewi. Amina akamuuliza huku akijifanya ajui lolote linaloendelea, unaweza kuwa unajua huyo Nur ni nani? Akiwa kama mtu aliyechanganyikiwa vile, Zulfa akajibu, ndiyo, ni hawara huyo, lazima atakuwa ni hawara yake. Kiukweli naogopa kumpoteza mume wangu, na ninajua kabisa ananidanganya kuhusu huyo Nur. Hapo mwanzo aliniambia ni binamu yake, anaishi huko Uarabuni. Amina akapendekeza jambo moja kwa Zulfa, akamwambia usiumize kichwa chako na hilo jambo, labda ukae chini na mumeo na mjadili kwa pamoja, badala ya wewe kubaki unaogulia tu maumivu na kukosa furaha na amani kwenye ndoa yako. Akiwa na huzuni, Zulfa akazungumza, Abduli amebadilika sana siku hizi, anarudi nyumbani kwa kuchelewa usiku na anatumia zaidi ya masaa mawili kuchati na mwanamke yaani, nikijaribu kuhoji tu atanibadilikia. Huyo hutaamini kama ni mume wangu. Baada ya kusikia maneno hayo, Amina mwenyewe alipata hofu akamuuliza Zulfa, sasa unahisi huyo hawara anaweza kuwa nani? Zulfa akasema nahisi ni singomaza mmoja hivi anayeishi mtaa wa pili kutokea kwetu. Kipindi cha nyuma Abduli alikuwa anapenda kwenda kukaa pale na mara kadhaa nimeshawashika wakiwa wanacheka pamoja tena ni zaidi ya mara mbili. Baada ya Zulfa kusema hivyo, Amina akamwambia hebu twende tukamuonya huyo mwanamke akae mbali kabisa na mume wako. Zulfa naye akauliza bila kuwa na mkakati, sasa we una fikiri tukifika pale tutamwambia nini? Amina akamuuliza Zulfa, una nguo zozote za zamani ambazo bado zinafaa kuvaliwa? Zulfa akasema ndiyo, kuna nguo ziko ndani nimeacha kuzivaa kama miaka saba hivi iliyopita. Kisha aliingia ndani kwake na akatoka na nguo zake hizo ambazo ni za muda mrefu kwelikweli. Baada ya kuziona nguo zile, Amina akasema hizi zinafaa kabisa, na wote kwa pamoja walibadili nguo zao na kuvaa zile za zamani, kisha wakaelekea kwa huyo Singomaza anayeishi mtaa wa pili. Singomaza huyo alikuwa ni muuza duka, na walipofika kwenye duka lake wakamsalimu Habari ya saizi Singoma za yule? Akaitikia salama tu, karibuni sana, niwasaidie nini? Kwa sauti kavu, Amina akazungumza, tunataka kujadili jambo moja na wewe tafadhali, hebu tunaomba utupatie muda wako kidogo. Mwanamama yule akakubali, sawa, mnaweza kuketi tu na tukazungumza. Amina akaanza kuzungumza, ni kuhusu mume wetu ambaye tunaamini kabisa anamfahamu. Mwanamama yule akahoji. Mume wenu yupi huyo? maana nawafahamu wanaume wengi kweli wa mtaa huu pamoja na wa na, na mitaa ya jirani vile vile. Zulfa naye akasema ni Abduli, usijifanye kwamba umjui. Mwanamama yule akaitikia oh, kumbe huyo. Ehe, mnataka kuniambia nini kuhusu Abduli? Amina akasema tafadhali sana, tumegundua kuwa Abduli anapenda kuja kukaa hapa na wewe na kuna mtu ametueleza kuwa amepanga kukuoa. Sasa kilichotuleta hapa ni kukujuza kuwa Abduli hana uwezo wa kuhudumia wanawake wawili, ni mwanaume bahili sana, yaani hata huyo mke mmoja tuna watoto wake anashindwa kuwahudumia. Hebu tuangalie sisi hizi nguo tulizovaa, alitununulia miaka mitano iliyopita na bado sasa anataka kuleta mke mwingine nyumbani. Chonde chonde, dada yangu na kuomba usije ukakubali kuolewa na Abduli. Yaani ukikubali tu utakuja kuteseka kama sisi. Oho, shauri yako. Baada ya maneno hayo kutoka kwa Amina, singoma za yule naye akasema, da, huu ni upuuzi kwa kweli. Yaani kwa jinsi Abduli anavyokuja kuniungisha hapa ananunua vitu vingi, kumbe akiwa nyumbani kwake ni bahili. Zulfa na Amina kwa pamoja wote wakaitikia Ndiyo, ni bahili sana. na Zulfa pia akaongezea, yaani hapo unavyoniona, amenizalisha watoto sita na hata muda wa kutuhudumia mimi pamoja na watoto wangu. Tafadhali usikubali kabisa kuolewa naye, na akija tena dukani kwako, hebu mfukuze kabisa. Baada ya kusikiliza maneno hayo, singomaza yule akasema, dah, ama kweli wanaume ni viumbe vya ajabu. Yaani hana tofauti kabisa na mume wangu niliyeachana naye, ila msijali, nitahakikisha zile pesa anazozitumiaga hapa zitumike kuwahudumia nyie pamoja na watoto. Yaani ni kama Mungu amewaleta vile, kwa sababu nilishaanza kumpenda yule kaka mjue, na nilikuwa naamini kabisa ni mwanaume mzuri. Eh, yaani wanaume wote duniani baba yao ni mmoja. Baada ya mwanamke yule kuzungumza na Amina pamoja na Zulfa aliingia dukani kwake na kuchukua baadhi ya bidhaa, akataka kuwapatia lakini walizikataa na wakaondoka kurejea nyumbani. Wakiwa njiani, Zulfa akasema, eh, yaani bado siamini kabisa ule mkakati wako umefanya kazi ujue. Amina naye akasema, nilikwambia, lakini hii lazima itafanya kazi tu, ila kuwa makini sasa. Ikitokea mume wako amejua, usije ukanihusisha kabisa. Oho Zulfa akamwambia Amina, hawezi kujua bwana, halafu yule mwanamke akishamkataa atakuwa anarudi nyumbani mapema na kuacha kuchatichati naye ovyo. Amina akamuuliza Zulfa, hivi unampenda mumeo kiasi hicho? Akiwa na tabasamu hafifu, Zulfa akamjibu ndiyo, pacha wangu, kiukweli kabisa, katika maisha yangu yote sijawahi kumpenda mwanaume kiasi hiki huyu ndo mwanaume wangu wa kwanza na wa mwisho. Kiukweli kabisa, mwanangu Hamidu atakuwa anajivunia sana mimi mama yake. Maneno hayo kutoka kwa Zulfa yalimfanya Amina ajihisi wivu moyoni mwake, lakini siyo wivu tu, bali na uchungu pia. Ni kwa nini anamzunguka ya rafiki yake kipenzi? Kisha akazungumza, muda wa kuondoka umefika pacha, ngoja mimi niwaache sasa. Zulfa akazungumza huku akimkumbatia Amina. Sawa kipenzi, nashukuru sana kwa upendo wako jinsi unavyonipa muda wako na kunijali pia. Wewe ni katika vipenzi vyangu hapa duniani na kesho akhera. Baada ya kumbatio baina yao wawili, Zulfa akaongeza, yaani miaka minne tu ya ndoa, huyu mwanaume anapanga kuongeza mke wa pili. Kiukweli sitavumilia huu upuuzi. Maneno hayo ya Zulfa yalimtisha Amina na akaondoka huku akiwa na hofu. Ilipofika majira ya jioni, Abduli alienda dukani kwa yule singomaza, na alipofika alishangaa kuona singomaza yule amembadilikia. Bila hata kuhoji kuhusu mabadiliko hayo, Abduli aliamua kuondoka na kurejea zake nyumbani, na alipofika nyumbani, moja kwa moja alielekea kitandani bila kuzungumza na mtu yeyote, wakati Zulfa naye anapanda kitandani akawa anajiuliza mm, ameshagundua tulienda dukani kwa yule Singomaza nini? Kisha akamwita, mume wangu Abduli, naye akajibu, samahani mpenzi, nahitaji kupumzika. Baada ya maneno hayo ya Abduli, Zulfa akaitikia sawa, mume wangu, kisha wote wakalala. Baada ya wiki kadhaa kupita, Abduli aliwasiliana na wazazi wake na akawaeleza kuhusu wazo lake la kutaka kuongeza mke wa pili. Baba yake alimuuliza kama ana uwezo wa kumudu kuwahudumia wanawake wote wawili. Kwa upande wa Amina yeye alitaka kubadili mawazo, ndiyo alitaka kuachana na mawazo ya kuolewa na Abduli. Hii ni kutokana na hali aliyoiona kwa Zulfa na maneno aliyokuwa anazungumza, pia kiukweli ilimtia hofu na akabaki anawaza tu bila kupata majibu. Hivi siku ikitokea Zulfa amegundua kwamba mimi ndiyo ninayetarajia kuolewa na Abduli. Itakuwaje? Lakini kabla hajachukua uamuzi wa kumpigia simu na kumweleza Abduli kuhusu maamuzi yake ya kutaka kuachana naye, wazazi wake tayari walikwisha panga tarehe ya utambulisho na tarehe ya ndoa vilevile. Baada ya kupokea taarifa hizo, ikabidi akubaliane tu na matokeo na akajisemea moyoni ah, ama kweli hii ilipangwa kuwa hivi. Amina alielekea chumbani kwake akiwa ni mwenye huzuni na machozi yanambubujika. Hii ni kwa sababu alikuwa na hofu ya kuonekana anamsaliti rafiki yake kipenzi. Ilipofika weekend, Abduli pamoja na marafiki zake kadhaa na baba yake mkubwa walienda nyumbani kwa kina Amina kwa ajili ya utambulisho. Na jambo hili lilifanyika kwa siri kubwa mno bila ya Zulfa kujua. Na Amina alipopata nafasi ya kuzungumza na Abduli, alimuuliza, vipi, umeshamwambia ukweli? Abduli akajibu, hapana, muda bado haujafika. Kwa shauku, Amina akahoji tena, sasa ni lini utamwambia ukweli wote? Abduli naye akajibu, nitamwambia ukweli muda sahihi ukifika, akionekana mwenye wasiwasi wasi, Amina akasema natumaini, baada ya kumweleza ukweli hatanikasirikia. Abdul naye akauliza kwa nini akukasirikie? Amina akajibu, kwa kuwa mimi ndiyo sababu ya wewe kumuumiza na najihisi kama namsaliti rafiki yangu kipenzi. Kwa sauti ya utulivu, Abdul akamwambia Amina, hapana, wewe siyo sababu ya kumuumiza, mimi nafanya hivi kwa sababu ninataka na ni maamuzi yangu binafsi. Amina naye akasema natumai kila kitu kitaenda vizuri kabisa. Abdul akamwambia ni kweli, kwa uwezo wa Mungu kila kitu kitaenda vizuri. Kwa kipindi chote hicho Zulfa hakuwa anajua kinachoendelea nyuma ya mgongo wake. Aliendelea kuishi maisha yake akiwa na mawazo ya kwamba kila kitu kipo sawa sasa. Lakini siku moja alipokuwa WhatsApp akiangalia status za watu wake Ndipo alipoona kadi ya mwaliko ambayo Amina aliposti kimakosa hapo status. Na alipokuwa anataka kumtumia meseji ili ahoji kuhusu kadi hiyo, Amina aliifuta. Lakini pia moja kati ya marafiki wa Abduli ambao Zulfa alikuwa na namba zao, naye aliposti kadi ile akiambatanisha na maneno ni sunna kuoa mke mmoja, lakini ndugu yetu anaongeza mke wa pili sasa kwa kile alichokiona Zulfa alidhani ya kwamba ameona vibaya, na akasubiri mpaka Abduli atakaporudi. Kweli hatimaye muda ulifika na Abduli akarejea nyumbani. Zulfa alimwomba mumewe simu, akimwambia kuna kitu anahitaji kuangalia. Kutokana na uchovu wa kazi, Abduli hakuhoji sana, alimkabidhi mkewe simu yake. Baada ya muda mchache, Zulfa alihisi hewa ya chumba kile haitoshi. Kitu pekee alichokuwa anakiona na kukihisi kwenye nafsi yake ni usaliti. Macho yake yalikuwa bado yanachunguza simu ya mumewe, hakuwa anaamini kile anachokiona. Utulivu wa chumba chao haukuwa na maana tena, ilionekana kama kero kwake. Hakuna kilichompendeza katika hii dunia, kila kitu alikiona kibaya. Aliona kama muda umesimama vile, hautembei na dunia nzima ni kama imemtenga na kumwacha angamie. Yaani leo mume wake kipenzi, mwanamume wake wa kwanza na wa mwisho, kama alivyokuwa anaamini anakwenda kufunga ndoa na rafiki yake kipenzi, na mbaya zaidi, wamefanya siri kwa kipindi chote hicho. Machozi yalianza kububujika kwenye mashavu yake, na alikosa kauli ya kusema kwa zaidi ya nusu saa, alibaki tu amepigwa na butwaa kwa kipindi chote hicho. Abduli alikuwa yuko bafuni na alipomaliza kuoga na kurejea chumbani kwao, kuna kitu alikigundua, mkewe hakuwa sawa kabisa, na akajua ya kwamba kitendo cha wao kufanya mipango ya ndoa kwa siri kwa kipindi chote hiki kimemjeruhi vibaya sana mke wake. Zulfa alimtazama Abduli kwa hasira, macho yake yakiwa mekundu aliinuka kutoka kitandani na akaelekea chumbani kwa mtoto wao Hamidu. Hiyo ilikuwa ni kumbukumbu -kumbu ya wakati uliopita. Sasa turejee kwenye wakati huu ambapo tuliishia pale Zulfa alipofika nyumbani kwa kina Amina na Amina akamchukua kumpeleka chumbani kwenda kumtambulisha kwa rafiki zake ambao walihoji Zulfa anahitajika kuwepo hapo. Zulfa naye akauliza, Samani unamaanisha nini? Hilo lilikuwa ni swali la Zulfa kwenda kwa mmoja kati ya marafiki wa Amina aitwaye Madina. Madina naye akamuuliza unataka kutuambia ya kwamba, yaani una furaha kabisa kuona rafiki yako kipenzi anaolewa na mumeo? Yaani hiyo haiwezekani kabisa, na chochote kikimtokea rafiki yetu, mtu wa kwanza kulaumiwa ni wewe. Vipi kama unajidai umefurahia, alafu umekuja hapa ili umdhuru? Baada ya maneno hayo Zulfa akajibu, wewe inaonekana hujafunzwa kabisa na wazazi wako, hujalelewa vizuri hata kidogo, ama tuseme ya kwamba umekuzwa katika mazingira ambayo hakuna upendo wa kweli, na hicho ndicho kilichoharibu akili yako. Sasa kwa taarifa yako, sio kila mmoja amelelewa kwenye mazingira kama hayo. Kwa hiyo unataka kujifanya kwamba wewe ndio mtu pekee unayempenda Amina kuliko watu wote hapa? Au ndo unataka watu wakupendekeze kama mpambe wake? Je, kama Amina mwenyewe asingesema hilo, ama wewe kuropoka hapa, unadhani kuna mtu angejua ya kwamba Amina anaolewa na mume wangu? Na kwa taarifa yako, Amina haolewi na mume wangu, yeye anaolewa na mume wake, mwanaume ambaye alimsubiri kwa miaka mingi sana. Na kama unafikiri kila mtu ana roho chafu kama ya kwako, tafadhali mimi nitoe kwenye kundi hilo. Niko hapa kwa ajili ya kutimiza ahadi ambayo nilimwahidi tangu tukiwa watoto wadogo kabisa, na vilevile niko hapa kwa sababu yeye ametaka mimi niwepo, lakini kama uwepo wangu hauhitajiki, sawa, nitaondoka. Baada ya Zulfa kumpasha Madina na maneno hayo, alitoka nje na Amina akamfokea Madina, we mpuzi wewe, unaona ulichokisababisha sasa? Wakati huo Amina alitoka nje kumfuata Zulfa na alipotoka nje akakutana na mama yake ambaye ya alimuuliza mbona rafiki yako anaonekana mwenye hasira? Baada ya kauli hiyo ya mama yake Amina, Amina alimgeukea Madina na kuendelea kumfokea, umesikia jinsi ambavyo mama yangu amemwita, amemwita rafiki yangu, na hakuna kitakachobadilisha hilo. Ni rafiki yangu kwenye maisha ya hapa duniani na kesho ahera, hera. Kwa hiyo Madina, naomba hii iwe mara ya kwanza na ya mwisho kuingilia mambo yasiyokuhusu. Nadhani umenielewa vizuri. Rafiki mwingine wa Amina aitwaye Aisha naye akaongezea, we Madina, na wewe kuna muda ujifunze kufuata mambo yako. Unaingilia mambo yasiyokuhusu ili iweje? Na nikukumbushe tu, hata siku moja huwezi kuwa rafiki na wanawake ambao wameolewa na mwanaume mmoja. Rafiki mwingine wa Amina aitwaye Sumaiya naye akasema, Hivi nani ameiona gari aliyokuja nayo Zulfa? Inaonekana mpya kabisa ile. Madina akasema, je, mnajuaje kama amekuja nalo hapa kwa ajili ya kufanya show off? Sumai akamwambia, yaani wewe huwezi kubadilika, roho yako chafu kama nini inaonekana kabisa mazingira uliyokulia, hakuna kitu kinaitwa upendo, yaani ni chuki tu imekutawala. Marafiki wote waliokuwa humo ndani walionekana kukerwa na tabia ya Madina mpaka mama yake na Amina alipoingia na kuwatuliza. Amina alimfuata Zulfa na kwenda kuomba msamaha kwa niaba ya rafiki yake Madina. Zulfa alikubali kumsamehe lakini aligoma kurudi kwenye eneo lile na kujumuika kwa pamoja kusherehekea siku hiyo. Hatimaye siku ya kufunga ndoa ilifika na Abduli pamoja na wapambe wake walionekana wakiwa wamependeza kweli kweli. Waliimba na kucheka kwa furaha sana. Kwa siku hiyo uso wa Abdul ulitawaliwa na tabasamu, lakini kwa upande wa Zulfa, yeye alikuwa ni mwenye huzuni sana. Licha ya shamra shamra zote hizo, bado alijihisi mpweke kwenye nafsi yake. Akasikika mtu mmoja akisema, hatimaye sasa Abdul anamuoa mpenzi wake wa kwanza. Huyo alikuwa ni mmoja kati ya marafiki zake na Abdul aliyezungumza maneno hayo kwa furaha, na akaendelea kusema kiukweli, nilikuwa siamini kwenye ule msemo ya kwamba kama ilipangwa kuwa itakuwa tu, lakini sasa nimeamini msemo huo baada ya kumwona rafiki yangu Abduli amefanikiwa kufunga ndoa na mpenzi wake wa kwanza baada ya kutengana kwa miaka tisa mpaka kumi nadhani. Ama hakika mapenzi ya kweli yanaishi. Nakumbuka jinsi walivyokuwa wakipendana enzi zile, wakiwa watoto yaani mpaka utu uzima huu, Amina amebaki vile vile na uzuri wake. Abduli akasema wewe nawe punguza sifa kwa mke wangu. sasa kikubwa nachoshukuru Mwenyezi Mungu amemrudisha tena kwangu. hebu twendeni sasa, itakuwa tunachelewa huko. Kipindi ambacho Abduli alikuwa anatoka, alikutanisha macho yake na Zulfa na wakati huo mashavu ya Zulfa yalikuwa yamelowa kwa machozi, alijifuta na akajilazimisha kutabasamu kwa sauti ya kukwaruza akasema, Mwenyezi Mungu akutangulie mume wangu. Kisha Zulfa akatoka nje. Sehemu ya sita ya simulizi hii ya Mke Mwenza imefikia hapa. Je, unajua nini kinafuata katika sehemu ijayo? Tafadhali usikose kuungana nami, lakini pia na kuomba usiache kusubscribe kwenye chaneli hii na kuwasha alama ya kengele. Vile vile, share kwa watu wako ili familia ya Simulizi 360 izidi kuwa kubwa. Tukutane kwenye sehemu inayofuata.